Bana, ulizungumza maneno mengi sana. Oh, amtapewa amtapewa goli tano, hatimaye zimekuja nane hili? Unazungumziaje bwana, ah. Nahisi kama eh, kuna nguvu ya giza imetumika hapa, kwa sababu sielewi jambo limekuwaje bwana. Si kwa sababu kuna kipigo changu kile cha Undertaker na wanawapiga timu championship huko mm, nimejaribu kukitesti hapa leo nimeona kimekosa nguvu kidogo, naona kana kuna kwa kulikuwa na ukinzani inakutana nayo lakini kikubwa hasa sisi tunawapongeza jiji wetu, labda niwaibie siri kidogo. Kikosi ambacho kimeanza hii leo ni kosi ambacho kimepata uchovu kutoka Songea, tukasema cha kianze kitoe uchovu ni kosi namba namba namba 6 hichi ambacho tumekianzisha, kwa sababu kikosi namba ambacho tungesema tufungulie booster hapa huenda yangafika hapa mgeza kuwapotea. Na nakuambia kabisa hilo, licha ya kusema kwamba mnakwenda kucheza na mnakwenda kugawa dozi ya kipigo cha kausha damu, hatimaye damu mmekaushwa nyinyi. Msemaji changamoto hasa ilikuwa nini? Hakuna changamoto yoyote bwana. E, kipigo cha kausha damu, uh -huh. E, e, eh? E, mm. mm. Watu na kiogopa. Nikisema tu leo natumia kausha damu watu wanaongea kwa, kwa kuogopa lakini hapa nikaona e, hata tu waheshimu Yanga. e, leo kosi namba sita ikosi wanaoanza hapa, hapa e, ameanza watu wawili tu. Yaani wanaanza mwanzo watu wawili. Tungesema tufungulie bus yetu ambayo ilikuwa nje pale kwamba tufungue mbu nyanyuka pale fulani nyanyuka fulani, nyanyuka fulani pale e, bila shaka

utukawezi kuna kigumizi kwa sababu naa, kigumizi gani? Na kikosi bora, sema ukweli wewe, tulivyoingiza wachezaji wetu wanne wa ambao wanaanza kwenye kikosi, mpira ukono umebadilika eh? Mpira badilika tuvugia tu wachezaji wetu wa nne tu ambao ni wa kikosi cha kwanza ukona, tukapiga chuma hapo goli bora kabisa. Wengine wamefunga magoli ajabu ajabu tu, magoli ya nani? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya babubabu. Lakini angalia goli hao, timu hatuchezi. Lakini angalia goli ambalo limefungwa na, na timu yetu, bonge moja la bao, na mwangalia wachezaji wetu side wanaomzungumzia Side hapa hakuna furu fikra hata ligi kuu hapa, kama kama Side amepata taabu, lakini kumkaba chama, ah, chama gani wewe unazungumzia? Sio ta chama kama yeye ndo kashinda ile, tikisa nyavu mara mbili na kutoa assist mara mbili. ah ah ah, mimi nakataa. Kwa sababu gani? mwangalie Side vizuri, kuna kuna winga yule, si si winga gani? si wajui wa Yanga? mimi nisha sema toka mwanzo, ndio kanga nani, kanga nani, sijui huyo huyo angalivyo dhibitiwa, mimi paka nikasema yule nani ule Umeona, hiyo ni kazi ya Saidi. We unahisi hiyo watu, washabiki wanga kuweza ku, e, kumpa zawadi ya elo? Unafiki kwa sababu ya kuchama, anapita mbele yake, ni kwa sababu alitoa mpira nje. Hapana, kutoa mpira nje, kumbe sio kutoa mpira nje eh, na kupewa zawadi? Hapana, hapana, ile ni fullback ambayo sisi pale championship huwa inapanda kama wingi. Yaani sisi huwa tunacheza na beki wawili tu. Mm. Wale wote wa nyuma wanapanda juu. Sasa semaji, mimi na swali langu la mwisho. Huyo mm, Saidi ambaye unamzungumzia, yeah, umesema ni fullback bora. Atari. Tukizungumzia Ligikuwa. Kwenye hii ligi kuu. Pengine anakuja kuja kama nani? Unamfanisha na mchezaji gani ambaye anakuja kuja na vitu vitu vyake? Ligi kuu sijaona. Ligi kuu? Ligi kuu sijaona. Mimi niliambia toka mwanzo hakuna ligi ngumu kama championship. Mimi nakwambia Yanga Afrika tungesema haja acheze na mtu ambaye yupo nafasi ya kumi kwenye ligi yetu sisi, Yanga soka anapotea, lakini si nafasi ya tatu. Mtu ameona ah, unajua watu wazima bwana, nikaambia basi, mkatumia busara. Busara ambayo imetumika Yanga afika leo ameza kushinda, lakini ile full booster ilikuwa imekaza yake, hapo imevua viatu inakula upepo, tumeza tulizetu nyumbani. Shukrani sana msemaji, lakini Shinyanga ni mbali Ah, karibu sana bana. Bila ushindi? Ah, ni karibu sana. Yaani kumba shanga ni mbali. Shinyanga mtapiga kweli kwenye ndege? Ah, ah ah. Tunapiga basi. Hapana. Yaani sisi abda nikwambie tu Shinyanga ni karibu sana. Yaani shanga shanga ni karibu sana na eh wewe na utaona tunamwambia tu shafika zetu Shinyanga sababu, sisi ni moja ya timu ambayo, sababu sisi ni timu ambayo ya Stand United, stendi zote Tanzania nzima timu yao ni chamala wana e, yani kwao sisi kufika e, Shinyanga ni kitu kidogo tu, lakini pia niwaambie, niwa, niwa, niwa, niwa tu eh, hii timu ya hatucheze FC kwamba washukuru hichi kipigo cha eh, piece the, the, the undertaker, mimi mwenyewe ambacho nataka niwape hmm. Nimeweza nimeweza kukiacha kisitumike hii leo, lakini hmm. ningesema kitumike hii leo, mimi nakwambia, wallahi, ngoja kuniambia hapa ah, sasa sijua kipigo hmm. gani hichi. Kwanza unaona, si mtaalamu wa vipigo, hichi kinaitwaje? Mchopewa nyinyi? Hapana, hichi naomba unisamee.